Mzalendo hawezi kuruhusu ulimi wake ukawa kiberiti cha kuchoma nchi au kuharibu kuharibu miundombinu ya nchi. Yeye anatumia ulimi wake kuzungumza na kujadili maslahi mapana ya taifa. Ukimwona mtu anatumia kinywa chake kuhamasisha watu waingie kwenye vurugu, huyo sio mzalendo. Mzalendo anawaza kwa maslahi mapana ya taifa. Mzalendo anawaza kuangalia nchi yake na kuwa na amani, anawaza utulivu na usalama wa nchi. Tunapozungumza utulivu na usalama wa nchi, maana yake kwamba nchi ikiwa imetulia, maendeleo yatapatikana ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla wake. Kwa hiyo tuseme tu, ndugu zangu wananchi na Watanzania kwa ujumla, lazima tuwe wazalendo na nchi yetu, tuwakatae maadui wanaotuchonganisha, wanaochonganisha vyombo vya ulinzi na usalama na na wananchi, wanaochonganisha serikali na wananchi, tuwakatae, tuwashitukie. Sisi ni wazalendo wa Tanzania. Tunaipenda nchi yetu. Nchi yetu ni nzuri, nchi yetu ina maziwa na asali. Tunafanya shughuli zetu bila changamoto. Tumeona baadhi ya nchi zingine watu wanakimbia huku na kule, hakuna shughuli za usalama zinazoendelea, lakini Tanzania tumejaliwa kuwa na amani, tumejaliwa kuwa na usalama, tunafanya shughuli zetu kwa uhuru. Tunaye rais mzuri wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye mpaka sasa ameendelea kuiongoza nchi vema, nchi imetulia. Tuendelee na amani. Kwa hiyo kuelekea uchaguzi wakati, kabla ya uchaguzi, wakati wa kampeni, wakati wa uchaguzi na baadaye